Hello, mambo vipi mabibi na mabwana. Karibuni tena kwenye episode nyingine pendwa kabisa ya Crypto Reality Check. Leo tutakuwa na mimi Tris Magno pamoja na Charity Aaron. Lakini kumbuka, conversation zetu tunazileta kabisa zikiwa powered na Inkryptus Wallet. Ukizungumzia project ambazo zina platform bora ya kujengea portfolio ya digital assets but portfolio ya digital assets but huwezi ukaacha kuhitaji Inkryptus. Yeah, kabisa. For the last 5 years it's been one of the amazing application and uh, Honestly kwa wale ambao wanaitumia they can just testify about that. Yeah, kabisa. Ni mmoja kati ya wallet bora, kasi na huduma nyingi sana, kwanza ni user friendly, alafu roadmap yake iko very clear, ina updates yeah, nyingi alafu, it's a user friendly. Yeah, eh, application haina mambo mengi. Haina mambo mengi kwa kweli. Kwa hiyo we can say this is one of the best application na unaweza pia ukajaribu kuitumia pia uweze kupata experience ya kutumia mm. Inkryptus kwenye kujenga portfolio yako ya digital asset. Na uzuri Inkryptus tunakurecommend elimu kama ndo kipaumbele cha kufanya maamuzi yako ya kuengage hmm, na uh, crypto, uh, uh, investment yeah, uelewe kwanza kabla huja, hujawekeza exactly. Kwa yeah, unakuwa unakuwa smart investor una hmm, kuwa uh, investor yani hmm, sio speculator yeah, kabisa. Exactly. So hmm, tembelea Play Store, tembelea App Store au tembelea tovuti www.inkryptus.com. Hmm, uweze kupata information kibao ambazo zitakusaidia wewe kuweza kujua namna gani utaweza kuengage na uta adopti responsibly ujasemali wa kidigitali mm. So, brother, actually kumekuwa na buzz stuffs kwenye TikTok lately and TikTok tukaona, mm. um, si vibaya sisi tuweze ku kugusia. Eh, yeah. Sisi unajua unapozungumzia crypto reality check, tunajitahidi mm. kuangalia vitu ambavyo vinawachanganya watu, tunaviweka clear. Mm. Unajua eh, watu wanatakiwa wajue kwamba siku hizi mitandao inatumika vibaya sana. Kabibu. Si kila mtu ambaye anakuprovidea information kwenye mitandao ana lengo la kukuelimisha. Wengine wanataka mm. engagement, wengine wanataka followers. Mm. Na of course, watu wengi ambao wanafanya vitu ku drag emotions wanapata followers wengi kwa sababu wengi wao wanapenda kusikia kile kitu ambacho mm. kinafariji moyo wake. So tu kufariji hata, hata kinaleta kamsisimko fulani mm. Yani unakutana watu wanaoletaga taarifa ngumu ngumu, zile wanashanga kuja nimsikilize huyu eh mm, lakini logical information. Na kwa sababu nakumbuka mm, unapotaka kufanya analysis ya kitu mm, you need to do something called due diligence due mm diligence, haiwezi -hmm. kuja kama huwele unachokianalyze, yeah, yani uweze ukasema kwamba, eh, hii ni juice, mm. au hii ni soda au ni mm. bia kama ujui soda inakuwaga vipi, you eh, need to know it first ili yeah, uweze kutofautisha ndio mm. maana tumekuwa tukisisitiza sana watu waweze kujifunza mm. wapate elimu ili waweze kufanya maamuzi sahihi. mm. so striking to our conversation about tunaenda kuichimbua uh, kwenye episode yetu leo ya Crypto Reality Check. mm. umeshasikia kuhusu kinaitwa quantum computers, eh, quantum computing sasa hivi ina ina trend ina trend sana hizi ni ina trend it? sana na makampuni makubwa mm. tunaona kama IBM na yeah, uh, Google wapo kwenye race kwa sababu unajua race ya AI wameshapigwa. Mm. Eh, lakini sasa wanakimbilia sasa quantum computing, nadhani wanasema it's the next big thing. Kwa hiyo makampuni makubwa mengi sana yamekuwa yakijiassociate na kuclaim kwamba wao ndio wanataka kuongoza hiyo race yeah. Of course makampuni makubwa kwenye industry ya tech, obviously wao wanapenda kuwa leaders of the industry in mm, any by any means, hata mm, umeona saizi baada ya kuona crypto ni kitu ambacho kina trend na mm, kina take, um, the bigger attention ya ya, ya wajasiriamali wengi mm. Kutokana na ulimwengu unaobadilika mm. Umeweza kuona kabisa kwamba Marekani wameamua kujitokeza full force kuanza kutengeneza mazingira ya kuifanya yenyewe ndio iwe inchi ambayo mm. ni kama imeinitiate ile legalization policy making of and the usability of crypto assets yeah. Yeah, so kuna changamoto kubwa sana mm -hmm. Kuna uhalisia wa uh, Uh, quantum computers lakini, mm. kuna myths nyingi zaidi kuliko uhalisia mm. na vitisho vingi yeah. Eh, yani watu wana, wanaamua tu yani, kwa mfano sasa hivi ukiangalia, uh, lately tumeweza kuona crypto zikifanya uh, retracement mm. au tunaweza tukasema price correction mm. kwa mimi nakichukulia ni kitu cha kawaida basically, yeah. Yeah. na naona kama safari hii performance ya crypto nyingi ambazo ni, ni zina adoption kubwa mm. zimekuwa imekuwa ni nzuri kwa sababu yeah. Kwanza angalia Bitcoin toka imehit all time high mm. kwenye laki moja imekaa kwa muda gani? more than 5 months mm. ndio it's mm. normal haijai kutokea yeah. ilikuwa ina so it's only natural mm. kwa sasa hivi crypto ku breathe in out mm. that is breathing out, isn't it? yeah, yeah they are breathing out kwa sababu market haiwezi kwenda upande mmoja, that is totally impossible mm. lakini in the middle of all these stuff mm. imekuja imekuja hii kwamba Uh, watu wanasema kwamba mwaka 2028 Bitcoin na Ethereum Ethereum zika, zikawa distracted na quantum uh, computers and all that, and people they don't even know exactly what is quantum computers mm. and they don't know why uh, quantum computers zinaeza zikaenda kudistract au zinaweza zikadisturb uh, ecosystem au ekolojia ya blockchain mm. kwenye mambo ya Bitcoin Ethereum, etc. I want, I want today to to tuweze kuchimbua kidogo. Kwanza mm. quantum computers ni nini? What is the difference between classical computers mm. na hizo quantum computers? Kwa sababu unajua mm. tumia tunazozitumia sasa ni ni classics, tumia zinazotumia bits, ndio? Yeah. hizo Yeah. quantum computers ziko ni prototype ndo zipo mm. uh -huh. lakini zenyewe zinatumia qubit instead of bit. Yeah. Now, can you start by narrating the difference there tuweze kuzichambua. Uh, nadhani utofauti mm. ukisema uende technical sana. Usiende technical sana. Watachanganyikiwa. Yeah, <laughs> lakini ni kwamba hizi kompyuta ambazo tunazo mm. ambayo ni kama simu com, all these electronics zina operate on the basis of ones and zeros. Okay, yeah, yeah, yeah. It's either this. Yeah, kwa ukishuka level ya chini kidogo kwenye yeah. Masuala electronics ni <coughs> yeah. On and off. Yeah. Yaani moja ikiwa ni on, na nyingine off. Zero ikiwa ni off. Yeah. Kwa hiyo ni classic computers zina two states. States mbili. On and off. Oh. Sasa with quantum na nini, yeah. Wanatumia qubits. Yeah. Ambayo inaweza ikawa on off. Awe zote kwa pamoja. Awe zote kwa pamoja sasa, yes. so, so, how they achieve that ndio changamoto zinapokuja, changamoto zinapokuja yeah. Lakini basically ni kwamba <coughs> hizo classical computers ni mm. on and off ni kama yeah. tu switch ya umeme ile inawaka au inazima mm. lakini qubits ni kwamba switch inaweza ikawa imewaka, imezima mm. au ipo katikati. Sasa hiyo katikati ndo hatujui <laughs> by the way, kwa kutoa mm. kwa mfano mwingine ni kwamba mm. ni kama unapokuwa na shilingi mm. Lo, uh, classical computers zinatumia mwenge mm -hmm. au kichwa, kichwa. Yeah. lakini uh, quantum computers zinatumia mwenge mm. na kichwa mm -hmm. Aya, ni mwenge au kichwa au mwenge na kichwa, kichwa, kwa wakati mmoja mm. na wanasema mara nyingi it is possible to have all the conditions kwenye kitu inaitwa superposition, yeah. Sasa watu wanatakiwa wajiulize, sasa hii inakuwa kwaje? Ni kwamba hivi bits huwa zinakuwa ziko ni physical ni, ni, ni, ni, ni particle vidogo vidogo ambavyo vinatunza kumbukumbu ambavyo vinakuwa mm. vimeshikiliwa na transistors ndio. mm. mm, mm, mm. lakini ukizungumzia qubit, qubit yenyewe haiko physical, ni kama mm. protons, yaani ni kama state of matter mm -hmm. Ha, zinafanya kazi katika condition ambayo inahitaji utulivu wa hali ya juu mno. Mm. Hakuna distraction ya temperature, mm, vibration, mm, hata sauti ya AC tu inaweza kazi disturb mm. Kwa hiyo zile huwa zinatunzwa katika sophisticated environment mm, and absolute zero condition. Yaani temperature hata temperature inatakiwa iwe zero kwa sababu ukiwa na temperature kidogo kuna kuwa na vibration of molecule. Mm. Zile vibration of molecule zikitokea zika disturb tu zile qubits zinapoteza kumbukumbu. Mm. Na ndio maana hata prototypes za kompyuta sasa hivi ambazo zinafanya kazi za ambazo wanamiliki IBM, Google, mm. Alibaba etc. Mm. Zina zina zina zinafanya zina kazi zina operate a simple execution mm. in a second caches in milliseconds yani, mm. Zinadumu kwa muda mfupi sana na mm. ndio maana hizi kompyuta kwa sasa hivi mm. haziwezi kutumika kwenye ku solve real world use cases mm. haziwezi, kwa sababu mm. matatizo mengi au operation nyingi zinaenda muda mrefu zinachakata mm. kwa muda mrefu, sasa mm kwa mfano ukiangalia operations za mambo kama application hizi mm. blockchain unakuta zinahitaji muda mm. fulani mm. sasa ukienda kwenye quantum computer kwa sasa hivi unakuta ina run for a millisecond mm. baada ya pale ina disturb yani ina ina, ina crash mm. na ukiangalia most of the problems ambazo zina solve ni mathematical problems mm. of course nimeona kuna baadhi wamesema wanaanza wameanza kutengeneza mifumo hybrid kwamba kuna structural mm. uh, partner ina deal na quantum kwa sababu moja mm. kati ya sifa za Quantum computers ni uwezo wa kuchakata data kwa haraka kwa sababu sinakuwa na options zote zote. Mm. Yaani haina hii au inaweza kufanya zote at a superposition. Mm. Kwa hiyo ina ina maana hata zile unstructured data mm. zinaweza kuwa accessed haraka tofauti na classical computers mm. Hapo nadhani ndio power ile strength ya quantum computers. Mm. Sasa ukiangalia kitu ambacho kinakuja kwenye essence ya mazungumzo ya leo kwamba tumeona watu wengi sana mpaka mimi nimetumia message mpaka asubuhi kwamba wanasema mm. bana, tumesikia quantum computer sijui zinakuja kuharibu eh blockchain. Hata kipindi cha nyuma ulisikia kwamba watu wanatumia quantum kuanza kutrade mm. which is not even logical at, at the end of the day mm. kwa sababu bado hazijaanza kufanya kazi mm. kwa sababu mazingira kwa sababu kwanza kompyuta mm. nyingi ambazo zipo sasa hivi prototype zina qubit 50 mpaka 1000 maximum mm. na remember hizi qubit zote ni noisy like they are not logical algorithm qubit, yani licha ya hivyo ni kwamba <coughs> sasa hivi mm. bado wapo bado tupo kwenye research phase. Of course. Yani ni 100% research, kwa hiyo they are trying different things. Hata nilikuwa nafanya utafiti kidogo mm -hmm. IBM nao wanakupa an opportunity kwamba unaweza uka access ile, ile kwa kwa quantum ya. Wana free trial ambayo kwa mwezi unapata dakika kadhaa nadhani dakika au like yeah. sekunde kadhaa mm -hmm. So bado wako kwenye phase za trial, nye, trial, experimentation. Na IBM wenyewe wanasema they think that by 2029 possibly wanaweza yeah. ka come up with a computer ambayo, ambayo sio prototype computer so, kabisa so so prototype yeah. kwa yeah. Sasa hapo lipo sema kwamba kuna watu walikuwa na trades juu e, na computer tunaona e, tayari ni ni uongo ni uongo, kwa sababu ni kitu ambacho ni prototype, alafu kitu kingine ambacho nimekia nilikuwa nakisoma na kishimbua pale, mm. wanasema kwenye hizi qubit elfu moja mm. possibility ya qubit ambayo inaweza katoa matokeo mpaka mwisho ni mm. Mm. yani ambayo inaweza kwa sababu inahitaji Yaani range ya error correction ni kubwa mno. Mm. Yaani yani kwamba unajua tunatokea kwamba unapochakata au una process information mfano kutokea kuna error lazima mm. kuwe kuna correction mechanism ili iweze yeah. kutoa yeah. matokeo. Sasa yeah. correction mechanism ya kwenye quantum computer inahitaji teknolojia kubwa kwa sababu zile yeah. proton zile ziko very delicate. Mm. Yaani ziko very fragile. Mm. Yaani ukidisturb kidogo tu maana yake unaanza upya no, no, kila okay. kitu kimeharibika. Mm. Kwa hiyo sasa unakuta most of the time ku access output inakuwa mm. ni kipengele. Sasa changamoto kubwa ambayo wanasema ni kwamba, anyways, watu wanasema kwamba itaaffect Bitcoin na Ethereum et cetera itaaffect vipi? Watu wengi hawajajua, lakini the only thing ambacho watu wanatakiwa wajue ni kwamba, kwanza kabisa, mifumo ya blockchain operating system zake huwa zinakuwa upgraded, zinaweza update, zinajiupgrade, kama ukiangalia hata ile hash function imetoka SHA1 imekuja SHA2, eh, kwa hiyo SHA, SHA1, SHA2 zina upgrade. Alafu kingine ambacho watu hawajui ni kwamba kuna algorithm ambazo wameshaanza kuzidevelop zinaitwa post quantum cryptography. Kwa hiyo, is likely kabla hata hizi kompyuta zianza kufunction fully mm. tayari kutakuwa tayari na teknolojia ambayo imeshakuja kuweza kuendana na hizo speed za kompyuta mm. na riski kubwa ya quantum computer iko wapi? mm. ni kwamba wanaona kwa sababu ina uwezo wa kuchakata tarifa, possibilities ya majibu yote. Maana yake mm. kuna uwezekano kwamba ile public key mm. ikiwa exposed kwenye muamala wako inaweza mm. ikachakata ikapata private key, alafu akakuibia crypto five. zako yeah. na ukiangalia crypto key zile uh, private key mm. hazitumii mambo ya execution ya kwenye blockchain kwa zinatumia Indi, mm, mm. signature si ndio? mm algorithm signature na algorithm signature ya inayotumika kwenye hizi crypto uh, blockchains na wale inaitwa nini? inaitwa E, e, elliptic you know, curve netogali elliptic curve digital uh, uh, signature algorithm. Yes, yeah. yes ECDA e e m mm. Sasa ile ECDA mm. ina operate kwenye classical computers maana mm. kwa sa sasa hivi ninavyo operate sasa, walikuwa wanajaribu kuangalia nguvu inayohitajika m mm. ili iweze ku overcome hicho kitu ambacho watu wanakihofia mm. probably wengine walikuwa wanaongea tu lakini hawajui ni kitu gani mm. inatakiwa qubit milioni nne mm. ambazo ni logic sasa katika qubit milioni 4 ambazo ni logic, kukumbuka possibility ni kwamba katika qubit 1000 mm, moja na moja ni logic. Moja ndio inayokuwa logic. Sasa kama qubit milioni ndio zinahitajika kuweza kucompute maana mm. zinahitajika zaidi ya trillion 4 mm. qubit ili ziweze kucalculate au kuweza ku, ku run kuweza kutoa majibu ya ya mm. opposite side kwamba hii public key ni hii, basi private key yake ni hii hapa. Mm. It's not that simple na mm. Watu wanasema 2028, sawa, lakini kwa analysis za watu wengi wanasema kwamba it's most likely mm miaka 15 mpaka 40 ndio tunaweza tukapata kompyuta ya quantum ambayo unaweza kusema sasa, hii kompyuta kwani unaweza tukaifanyia. Lakini not, mm. not not not close enough, kama watu ambao wanafikia kwamba ni mwezi, kwa sababu mazingira ambayo quantum computer takiwa ioperate bro mm. yani ni very complicated, kwa sababu ya delicateness ya ile key part ambayo ndio ina hold information, kwa sababu qubit sio kitu physical mm. yani mm. ni, ni, kama state flani yes ni state. Sasa kumbuka taarifa ni kama mvuke, afu taarifa zikae kwenye mvuke au kwa maana nyingine mm. Jinsi ambavyo inafanya kazi qubit ni, sasa uchukue rangi mm. Uandike kwenye maji hivi alafu usome yeah. Sasa fikiria ukishaandika hivi ile rangi kwenye maji inapotea baada ya muda gani, ndio jinsi ambavyo qubit inafanya kazi kwa mm. Go it's some very complicated kuliko mm. watu ambao wanafikiria. Sema tu sasa, watu wameshaona, unajua, every time unakuwa na trend. Sasa hivi mm crypto nyingi sasa zimefanya correction is mm. a normal market scenario, hakuna taarifa mbaya, yani the market is very neutral mm. lakini sasa sasa hivi market imeanza kubreathe out kwa maana kwamba watu wanaamua ku take profit and all that mm. hakuna taarifa ya msingi yote ya kusema kwamba kuna kitu kibaya kimetokea. Na tunaweza kusema kwa sababu ya American government shutdown probably ndio imesababisha lakini honestly I don't think so. To be honest, I think it's just the normal correction. Sema tu watu kwa sababu wanawaza kwamba inatakiwa kuwe na bull run. Ndio wanasema bwana kuna kitu hakiko sawa. No the, the, the performance is okay. Yani, mambo yana crypto zinashuka bila sababu yeah. And I think it it's mostly people taking profit. Mm -hmm. Na watu wamekuwa wakijitafutia sababu. Unajua, kuna kitu fulani watu wengi wanacho mmm, kikitokea kitu fulani basi wana associate na kitu kingine ambacho hata akihusiani kihusiana like tuna tunafanya tunataka vitu vitokee mm. On how we imagine and mm. feel mmm and hope Mm -hmm. Lakini hatutaki vitu vitokee, yani hatutaki hatu, hatu kukubana ukweli kwamba kuna logics ambazo zinafanya vitu vile vitokee. That's the, the biggest challenge ambayo ina to face wawekezaji wengi kwenye, na ndio maana nakuta out of 600 million 700 million investors kwenye crypto industry, profitable and consistent investors ni 10 to 12 percent. Labda kama waweze kuongezeka saizi, lakini honestly, probably baada ya huu mwaka hii halving ya sasa hivi inaweza ikafanya cleanse. Unajua kwanza, eh, yani kwa hivi vinavyotokea, Samu, au nadhani vinaweza vikawasaidia watu wengine kuweza kubadilisha mitazamo kwamba eh, kumbe vitu tunavyofikiria sio viko hivyo. mm. Although kuna watu wengine wanakoga wana kile kinaitwa anchoring bias mm. na plus sunk cost fallacy mtu anaamua, yeah, tu abakie kwenye matumaini kwamba hamna mwakani tatokea yeah. Itakiwa iwe hivi mm. hivi ya hivi ndio imenikosa mm. So I think that is the biggest challenge lakini mm. eh, kwa wale ambao walikuwa wanatuuliza maswali quantum computers zitaenda kuaffect Bitcoin and all that No, it's all about quantum computers haziwezi kubadilisha protocol mm -hmm. Mining uh, uh, routine mm -hmm. Uh, decentralization power whatever mm -hmm. The only threat ni kwamba wanahisi inaweza ika calculate ika kupatia majibu ya private key mm -hmm. Kutoa kwenye public key especially kwa wale ambao wana reuse ile address ya miamala yao mm -hmm. Kwamba mwanaweza aka calculate kaona private key mm -hmm. Ni mm -hmm. akaenda mm -hmm. kakuibia coins zako, lakini is it possible <laughs> as it as it stands for now as as it stands for now Mfano tukiangalia kwenye blockchain ya Bitcoin mm. mara ya mwisho naangalia ile hash rate au ile difficulty ya mining, yeah. it's very big na huaga, yeah. hizi watu wasichojua ni kwamba cryptography, yeah. basically sio kwamba hauwezi uka access, yaani ukiwa na huwezi ukapata private key, inawezekana, lakini changamoto ni kwamba the energy that you'll need yeah. the time that you'll need, exactly. is close to infinity. Ndio maana wanasemaga ni elliptic curve, kama unaona it's no use. Na sasa hivi nimeona wanafanya tayari, watu washaanza, yeah. kufanya maandalizi mm. kwa ajili ya the coming sababu watu wanajua tu kwamba hizi cryptography zinatumika kwenye crypto tu. No, yeah, yeah, serikali zinatumia cryptography exactly, kwa sababu ukiangalia uh, okay, mfano wanaitwa ni NSA, National Security something ya Marekani, hizi na ile algorithm zote sijui zile sha, zile yeah, sha zote yeah, walitengeneza wao na wanazi approve wao, okay. kwao nakuta sasa wao tayari wanajua okay, we have a problem with quantum computing. Kwa kama watu wakiweza kuicrack labda hii algorithm tunayotumia leo, maana yake now... they can access our information yes, exactly. We have to upgrade, yeah. Kwa hiyo nimeona kuna upgrades zinakuja kadha wa kadha, hata hata Ethereum nao wali Vitalik alikuwa nanili Argentina kama sikosei, yeah. aliweka wazi kwamba even Ethereum they are trying to find a way kwamba by the time quantum computing becomes a thing wao pia wanakuwa secure. And it's very obvious kwa sababu sasa hivi kwanza ukiangalia hmm. hmm. uh, watu ambao wana engage na hii industry hmm. wameshaona kwamba is the major thing. Yaani sio kwamba kija kusema kwamba anafanya mfanya biashara fulani. No, mm. is the major thing kwa sababu inaenda kuchukua ecosystem nzima hmm. ya namna tunavyoishi. Unajua blockchain lifestyle? Yeah, kabisa. Yes, kwa sababu ukiangalia uh, the secure way ya ku broadcast information na ku mm. run vitu kwenye Close to Utopia world hmm. ni kutumia blockchain kwa hiyo yeah, kabisa. Unakuta ndiyo maana hata Marekani hizi economic data wameanza kuziposti kwenye blockchain, nadhani tuliongelea hiyo. yeah, issue tayari, kwa hiyo yes. Eh, unakuta kwanza kabla hata ya kuzungumzia Bitcoin hmm. na Ethereum probably hmm. nadhani watu wangeanza kuwaza kuhusu mabenki kwa sababu eh, eh. <laughs>

Although tumeona baadhi ya nchi kama Marekani ndo wanakuja na hizo classification mbalimbali yeah. za kusaidia ku standardize namna ya kuzi classify kuzielezea crypto yeah. kuzifanyia maamuzi kuzilegalize and all that which yeah. I think is itaenda kusaidia for example right. right. tukawa right. tuna mfumo wa kujua kabisa kwamba hii coin ikiwa hivi manake hivi hii technology yeah. inafanya yeah. hivi. Naishia hapa, ili kupunguza buzzwords nyingi ambazo watu wenyewe wanafanya kwa kutafuta followers na na mm. na, na, na engagement pekee yake kwa sababu mm-hmm. I remember even that time kuna video ile ambayo nilikwambia yule jamaa anapenda kumzungumzia mm. Alikuwa anasema crypto ni mambo ya spirit. <laughs> Ile video ina views milioni mbili na laki ngapi si? Eh. Yeah. Hey, kwa hiyo engagement amepata lakini unakuta hakuna mm. kitu cha maana alichokuwa akizungumza pale. Mm. Yaani yeah, you cannot say crypto ni ni, ni spiritual wakati unajua kwamba it's a game of numbers, it's mm. economics plus technology fused together. Technology, yeah. Yeah kwayo, uh, kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanaogopa mimi nadhani tuendelee tu kukumbushana kwamba, soma uelewe mm. ili ujue wasiwasi wako unahitajika au unajipa wasiwasi usio na ulazima. Mara nyingi unakuta ni wasiwasi tu usiokuwa na, na ulazima mm. kwa sababu mimi naamini yeah. hizi projects ambazo ziko well developed mm. kuna team ambayo iko very strong, kwa mfano ukiangalia mm. communities nyingi uki unajua watu wana mfano Ethereum wanafanya kazi na consensus literally, yaani unajua ile community the yeah. community yeah. behind yeah. projects kama Bitcoin kama yeah. Ethereum mm. very smart people yeah yeah, si ndo ninga nasema, kwa mfano wao consensus consensus wao jamaa ni smart ni smart kweli kweli, sio kidogo, alafu wanafanya kitu ambacho kinatoka moyoni hey. kwa sababu walifanya hizi projects bila kujali pesa yes, saizi ndo zimekuja mm. kuwa biashara zimekuja hey. zimekuja kuwa biashara, lakini there are people who are wanahakikisha kwamba we have the best technology kwa sababu ukifuatilia project kama Bitcoin mm. bado wakati tunaiona ipo bitcoin is still the same. Watu wanaona bitcoin inaenda 86 inaenda yeah, yeah, yeah, lakini kuna watu nyuma wanafikiria we have this problem, what is the solution? mm. wana propose solution. Ethereum wanasema kwa sababu ukifuatilia hata mfano roadmap ya Ethereum, ongelea yeah. Ethereum wanasema bwana, we want to reach a point ambako mtu anaweza akafanya proof of stake. kutumia simu mm. Umeona yeah. Kwa hiyo with cryptocurrency in the aspect of technology yeah. Na tupo very safe yeah. Na wanapiga hatua na wana wana make sure that they are adapting as time goes on yeah, na na na kusema ule kweli, mimi sidhani kama kuna teknolojia ambayo iko uh, kwenye ukuaji iko speed kama blockchain, sidhani, kwa sababu trust me, ndio maana mimi nasema kila kwa wale watu ambao walikuwa hawafatilii na kuzielewa vizuri hizi kripto na kujua kwamba zina dynamics au tuseme ecosystem ya blockchain mm. Kwamba lazima ajifunze aji update kwa sababu na dynamics mm. Kama walikuwa ufatilii mm. kama miaka mitatu na inolojia ya zamani, alafu ukae saa hizi hapo, utaonekana kabisa yeye anachokifanya ni ah, unaongelea mambo ya. Yaani haya the less applicable. Yaani sana hiyo mm. Vitu. Mtu anazungumzia bull run. Mm. Singe tulikuwa tunazungumza bull run haipo jamani, mm. Hawaelewi. Yaani ile bulani ya kipindi kile coin zote zinapanda, hiyo hiyo haipo tena, lakini kwa sababu watu wako biased mm, na hawasomi na hawafuatili mm, wanabaki nasema tunasubiri altcoin season. Wewe ipi? Kila yani, kila sasa hivi kila coin ina ina perform kutokana na potential yake eh. Hey, yani potential yake inatoka kufanya sentiment ya wawekezaji mm, wakinunua itafanya vizuri. nobody buys, there is no button to press mm, ndio iende juu. Hakuna mm, kitu kama hicho mm. Kwa hiyo unakuta i think inabidi it's a high time watu sasa inabidi waongeze Uh, waongeze ile mindset mm. na waongeze enthusiasm mm. ya kupenda kujifunza zaidi mm. ili waweze kujua vitu, kwa sababu vinginevyo watajikuta wanapata tu stress na pia wapunguze kusoma tu vichwa vya habari. that's, that, that's ah yeah. that's, that's the very yeah, important sababu, thing unajua vichwa vya habari uh, ni tunasemaga ni clickbait. Yes, anaandika pale quantum computing kuua blockchain uh -huh. How? Usomi unasema ah, eh, honestly mi mwenyewe yeah. Ni watu wengi ambao wamenitumia ndo hizo hizo hedi yeah. Mtu anasoma tu kichwa cha habari, hasomi hata nanili. na It's best, yani ndio hicho. Sisi tunasisitiza bwana soma, soma, jifunze. Yeah. It's not even that hard. Unataka dakika zako tano kumi kwa siku, siku na una unatoka na vitu vya msingi vingi tu ambavyo vitakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Yeah, kwa yeah. hiyo oh, I think mm. Uh tuliona tu tuweze ku highlight watu kwenye hili ili mm. waweze kuwa clear, wache wasiwasi wasi, wasi, na kufuata hizi buzz words za mtandaoni kwa sababu yeah. kumbuka watu wako wako wako, wako, wako kazini watafuta followers. Wanatafuta followers, hata anatafuta engagement likes na nini? Kwa hiyo usije ukajipotezea essence yako ya professional entrepreneurship mm. uh, career mm. ukaenda kujipeleka kwenye mimko ambayo watu wanatafuta tu followers na engagement, which yeah. is not even necessary na I don't think if it it is worth it. Yeah. na ndio maana yeah. sisi kama DNA Academy tuko hapa mm. tukishirikiana kabisa na Inkryptus kuhakikisha kwamba unapata kile ambacho kitakusaidia mm. ehe kwa sababu lengo letu ni kujenga jamii ya watu ambao wata benefit haswa Yeah. Na ecosystem ya blockchain na kuona kwamba yes this technology mm. uh, some wanaitumia vibaya, lakini mm. essence yake ya kuletwa duniani ilikuwa ni nzuri mm. na wale technicians walivyokuwa wana uh, computer uh, engineers walivyokuwa wanaifanyia kazi mm. waliona kwamba kuna limitless of opportunities zinaweza zikapatikana kupitia hii ecosystem yeah, kabisa, ya blockchain kabisa. Yeah, so if you have something else to add bro uh, mimi na nizidi kuasisitizia zaidi ya kujifunza mm. uh, ni it's a very simple technology. Mimi narudiaga tu hichi kitu blockchain ni rahisi sana kuielewa, yeah. Ukisha ondoa ile mentality kwamba ni ni kitu cha ajabu, yeah, yeah, yeah. Unajua kuna siku tulikuwaaga mahali tulikuwa an uh, tulikuwa back tulipokuwa ofisi ya kwanza pale mm. kuna mtu akakuomba, kaka naomba nikupe mkono bwana mm. yaani, like unajua anakuona kwamba ni mtu fulani ambaye tofauti tofauti sana <laughs> but in reality ni kwamba It's a very straightforward technology. Yeah, yeah, yeah, yeah, haina kabisa, unajua zile ile misingi yake ni hii hapa. Kwa sababu misingi haijawai kubadilika. Msingi ni ile ile. Nyama ndo zinabadilishwa na ongezo. Kwao waendelee tu kujifunza wajue blockchain ni kitu cha kawaida kabisa, na wewe hata kama you know nothing unaweza ukaanza ukajifunza na ukanufaika na limitless opportunities ambazo zi Ah yeah, basi ladies and gentlemen, ilikuwa ni crypto reality check, tulikuwa yeah. Na episode nzuri kabisa tukidiscuss nini maana ya quantum computers na namna gani zitakuja kuaffect uh, industry ya blockchain. Na, na ya blockchain kutokana na maneno yalikuwa mengi mtandaoni, tulikuwa natufanye clarification ili uweze kupata clarity kwenye hili swala. Kumbuka conversation zetu zinaletwa na Inkryptus Wallet, moja kati ya wallet bora kabisa, yaani ukitaka kujenga portfolio yako ya digital asset mm. ukitaka kuenjoy huduma ambazo zina mwendelezo mm. za kwenye industry ya crypto basi Inkryptus ndo jibu lako yeah. Eh, nenda play store, nenda app store au tembelea tovuti www.inkryptus.com download hiyo wallet, soma ielewe, jaribu kuitumia, alafu sau kuacha feedback yako pale, tuone unaionaje. Lakini pia kama navyosisitiza siku zote, ukiona kama bado hivi vitu kwako vile ni kitendawili au havina clarity kwenye kuvielezea, why not, karibu sana Ubungo Plaza floor ya nne, utatukuta hapa sisi au unaweza kutafuta kupitia uh, namba za simu hizo hapo kwenye WhatsApp unatucontact alafu Uh, tutakusaidia namna ya kuweza kuelewa, na ukishaelewa, inakuwa sasa ni maamuzi yako mwenyewe ya kuweza kuona kama je, hii ni fursa au unaweza ukaendelea na vitu vingine, lakini what's more important is knowledge. Yeah, knowledge. So thank you very much ladies and gentlemen, tusiache ku subscribe, tusiache pia ku comment kwa chochote ambacho unaona unahitaji kuelewa zaidi. Sisi tutakuwa tunapitia na kuhakikisha kwamba tunakuletea vitu vingi zaidi vya kuweza ku enrich ecosystem yetu ya ujasiriamali wa kidigitali hasa kupitia assets zilizojengwa